Idara ya usalama katika eneo bunge la Butula kaunti ya Busia imepiga marufuku hafla za disco matanga na kuahidi kukabiliana na uuzaji wa pombe haramu msimu huu wa likizo ndefu. Idara hiyo aidha inalenga kukabili utovu wa usalama unaosababishwa na vijana wa umri mdogo katika eneo hilo, haswa katika kata ndogo ya Sikoma, eneo bunge la Butula. Machifu na manaibu wao waliandaa kikao na wakazi kijijini emu huyu kujadili mikakati ya kukomesha uhalifu eneo hilo. Saa hii ikifika hata jioni, kama bado uko jikoni unapika, hata kama ni saa mbili unapika tu, ukiwa na wasiwasi, ukisema leo nitafamiwa kwa hii boma niuliwe, ama nipigwe, ama ninyang'anywe hata kama mali yangu niko nayo. Tunataka tutoke sokoni pengine masaa moja hivi, lakini unakuwa muoga wa kutembea masaa kama hizo, mambuzi yetu inaibwa changanaye wasichana wanakuja wengi wa bwana, tunaenda kugawana huko, ndio inaleta shida mingi. Tumewacha watoto wetu wanafanya vitu ambavyo haviendi na tunangoja kuanza kulalamika. Sisi wenyewe tuwe wazi, tutambue wahalifu miongoni mwetu, ili usalama upate nafasi. Tumeamua kuna disco matanga wakati huu wa msimu wa Krismas, yeyote ambaye ataweka disco katika boma lake huyo mtu anatakana shikwe na kushtakiwa. Tutakuwa na baraza kila wakati. Uzoo vijiji wanatakana wafanya baraza mbili kwa mwezi, hasa chief baraza mbili kwa mwezi, chief pia baraza mbili kwa mwezi.